Pameshuhudiwa mabadiliko fulani madogo lakini muhimu katika ulingo wa kisiasa wiki chache zilizopita. Uchunguzi wa mawasiliano yanayotoka Ikulu, ikijumuisha taarifa zinazotumwa kwa vyombo vya habari, unaonyesha kuwa rais sasa anawasilisha sera zake akipuuza siasa za upinzani, na Ikindiki akitoa kucha za kisiasa. Mimi ni noma si noma, mimi ni faya, si faya. Mpangilio huu mpya unazua maswali ya iwapo Kindiki ndiye ngao mpya ya kisiasa ya Ruto. Ni majuzi tu alipokuwa akizuru Meru, rais Ruto alipokiri hadharani jukumu muhimu la naibu wake. Sasa niko na deputy huyu, anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya sha, ni mtu mwadilifu That is how we are going to change Kenya. Akisistiza kuwa Kindiki ni mpatanishi, sio mtu ya kisirani, sio mtu ya asira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa. Deputy president si mtu ya Meru. Deputy president ni wa Republic of Kenya. Mwanahistoria wa kisiasa Profesa Masharia Munene anasema kuwa upungufu wa umaarufu wa Ruto umechangia mabadiliko haya ya kimkakati.

on the political battlefront but he's leading issues on policy and governance that seem to be the frontier of bottom up economic transformation agenda. Viongozi wa Kenya kwanza wanamtaja Kindiki kama kinga ya kisiasa ya Rais Ruto katika nyakati hizi za sasa, anayemlinda Rais kutoka kwa siasa za kila siku. Pia wanaelezea tofauti kubwa kati ya Kindiki na mtangulizi wake Rigathi Gashagwa analysis between Rigadi Gashagwa and Professor Kindiki, you realize two distinct parallels. And we have seen Kindiki being a unifying factor by the kind of language he has been choosing to use whenever he is addressing the public. Ibrahim Karanja, NTV.